olewa wanasema, Irene, sisi bwana huku tunapenda sana kujitunza, tunapenda sana kuto kufanya mapenzi kabla ya ndoa, lakini tunakutana na wanaume tunawapenda, na wanataka kufanya mapenzi kabla ya ndoa, kwao tusaidie, kuuliza tuwajibuje hawa wanaume na tusi, wasituwache kwa sababu inavyoelekea sasa, binti akisema hapana anapigwa kibuti. Very good, nitoe maangalizo mawili mm. La kwanza, ukimkatalia kijana wa nyakati hizi, nyakati hizi mm. e mm, siwezi kukugaranti kwamba utaachwa. Kimsingi utaachwa wa nyakati hizi <laughs> hiyo nikwambie tu ukweli dada, unanisikiliza, utaachwa. Kwa sababu vijana wengi siku hizi ngono ni, ni, ni kama kashughuli fulani kanachowafanya maisha yao yaende, yaani kaaktiviti, kashughuli fulani hivi ambacho wasipokafanya maisha yanasimama, ambayo ndio inanipeleka kwenye angalizo la pili. Mm. Angalizo la pili, mm. Mwanaume yoyote ambaye anapenda sana ngono ni dalili ya kwamba hamekosa sifa za kuwa mume anayefaa. Ala. Yes. mm. In fact, ukitaka kupima stamina ya kihisia ya mwanaume, stamina ya kihisia ya mwanaume ukitaka kuipima, wewe binti unayenisikiliza, mnyime ngono. Ukiona mwanaume ukimnyima ngono, mnagombana, mm -hmm. Ujue huyo mwamba, huyo mwamba <laughs> kaa naye tumbali, anaye tumbali, kuna mawili. mm -hmm. Ni either lengo lake la kuwa na wewe ilikuwa ni ngono. mm -hmm au la pili, inawezekana kwake yeye ngono ndio kitu kinachofanya maisha yake yaende, yeah. Yani yuko addicted to that, kama ambavyo mwingine anakunywa pombe, mwingine anatumia madawa ya kulevya, mwingine anatumia bangi, mwingine mm. anatumia nini, yeye huyo uliokutana naye anatumia ngono. Kwa hiyo anakutumia wewe kama kipunguza stress, ndio maana ukisema no, anali analipuka kama ambavyo mlevi akikosa pombe analipuka, kama ambavyo mtu akikosa madawa ya kulevya analipuka, kama ambavyo akikosa analipuka, na yeye huyo analipuka, kwa ukiona ukisema no, mnagombana, ujue the guy is not okay. Mwanaume yote ambayo yuko stable emotionally na ana vision yake, sisemi kwamba hata utaka kufanya ngono lakini, ukimnyima haitakuwa ugomvi, hatogombana na wewe, atakwambia it's okay darling take your time

Oyo oh, bwana unabeba mzigo ambao sio wa kwako kama <laughs> yeah. Amekanyaga vidole vyako hapa. <laughs> Wanaume wananishukia <laughs> <laughs> Kuna wanaume hapa wanasema utatoka salama. <laughs> Haya habari yeah. Kufikie wewe binti uliouliza hili swali pamoja na kuwawakilisha wengine wote ambao waliuliza hili swali, majibu ndo kama hayo. Huyo mwanaume bwana hana stamina, kwa hiyo cha msingi uh, ni kuganga moyo Sabu, Pasta mesema, kwa yeah, kwa, utaachwa, kwa ona, tu ndugu yangu kwa sababu pasta mmoja amesema hakugaranti kwamba utaachwa. Ukishaona tu amekukataa basi jua tu ndio wale wa ukafanya naye mm -hmm, ukajaribu bahati yako mm -hmm, ukafanya naye ambayo kimsingi atakuacha. <laughs> Yani, trust me utabahatika, yani chance ni one out of ten, lakini mm -hmm, mostly atakuacha. mm -hmm. Okay. Yeah. Sasa Pasta Deo <clears throat> kwenye lile swali la kuridhika lile <clears throat> kuna watu wakaja inbox, wakanambia hapana dada muulize, yani ni hivi Uh, huyu mwanamke yeye anajua anafanywe nini ili aridhike. Tuna nielewa, mbona anatolea macho kama unielewi. Sijakuelewa yaani tu, tunazungumzia pale kwenye tendo, hmm. Sawa, so, huyu mwanamke yeye anajua kwamba afanywe nini, afanywe nini ili aridhi, aridhike. Yeah. Lakini inavyoonekana sasa hii haina ha, uhusiano wowote na nguvu za kiume. Mm. Umshikaji uko propa. Mm. Mm? Mm. Lakini huyu mwanamke yeye anajua kwamba, bwana mimi, mshikaji akipita hapa, akapita hapa, mimi nakuwa nimefika kituoni. Lakini sasa inavyoonesha, inavyoonesha umshikaji ana yani hajui Ayui. hajui yeye, hmm. anapiga kazi zake kama kawaida, anahisi amemaliza. Lakini huyu yeye anajua, lakini namna sasa ya kumwambia ya kumwambia bwana wewe pita hapa pita hapa tokea hapa ah. very interesting. kwenye kitabu changu chausujo kuhusu wanaume kuna vitu nimeviandika, kama watu wakivisoma hmm. watapata shida hmm. cha kwanza, wanaume hawapendi wa kufundishwa ni kweli mimi sijui unajua nini kuhusu wewe but we hate to be told. Mm. tunachukia sana kufundishwa Mm. Namba moja. Namba mbili, unapotaka kumfundisha mwanaume jinsi ya kufanya ili uridhike maanake, mm, umeanza ku take over control ya huo mchezo, mm. na uki take over control mm, unamshusha nguvu zake kwa sababu atashindwa ku concentrate. Namba tatu Nilisema na nitaendelea kusema, tendo la ndoa halikuwa designed kwa ajili ya watu kuridhishana. mm. ilikuwa designed watu kufurahiana theni mm. kuridhishana kunatokea katikati ya safari ya kufurahisha. Kitendo cha kuanza kufanya hiko kitendo ukiwa akilini mwako unataka afanye vile na vile na vile ili uridhike, tayari umeshatoka kwenye kanuni ya msingi ya hiko kitendo kwa sababu kile kitendo kinatakiwa watu wawili mtafute chemistry. Inawezekana wewe hiyo staili yako ya kuridhika uliipata ukiwa na yule huyu, kwa mtakiwautengeneza ukajikuta utatumia mjulango tofauti kuridhika, ila umekalili kwamba ajipite pale pale na pale, na pale. Ndio kwa nini usijipe nafasi ya ku ulie naye sasa hivi, ni huyu let him do what he wants to do. Uh, kwa nini una imagination za mambo ya kale wakati huyu ni mtu mwingine? Kwa nini ustoe hiyo nafasi? Mwache aende mpaka mwisho. hmm. Sikilize hmm. Mwache aende aonyeshe ujuzi wake mpaka mwisho, ainue mikono ya kwamba nimefika mwisho, then from there, guide him lakini mkifika tu kaanza, no, no, no, no, tulia hapa, nadhani unabidi ufanye hivi hivi hivi, fanya hivi na vitu kama hivyo, tayari unautoa mchezo kwenye reli. Kwa nini? Kwa sababu utaingilia flow na concentration yake kutaka kukufurahisha wewe. Sasa inawezekana kuna swala la panic kwa wadada wengi sasa hivi, which I understand wanawake wengi siku hizi hawawaamini hata wanaume kuhusu hizo nguvu. Yaani kiukweli, wanawake wengi siku hizi wamekaa kimtego mtego, kwamba huyu mwamba huyo huyu mwamba ataweza kweli? Yaani wengi wanawake wameshafika kwenye hiyo level ya kwamba hawana hata imani na wanaume. Sasa mwisho wa siku ni kwamba wanakuwa tempted kutaka kufanya kitu ambacho kitamsaidia, na ndio hicho nachosema, msiwaonee huruma. Si umwache mwache mwache mwache, akomae. Kuna pointi akifika, atakupa tu mlango, wawe kumuonyesha kumwonyesha mm, nini cha kufanya hapa, anazungumzia okay, mwanaume mm, mwanaume ataenda ataenda, kuna pointi akifika, amemaliza opsheni zake, ni kuhakikishie atakupa, atakupa nafasi ya wewe, ya wewe. Lakini lazima kwanza a explore options zake okay, zote. Sasa kuwa patient tu mm, tulia <laughs> mwache amalize mwache tu amalize, alafu atakuambia sasa, hili ni hebu niambie what else do you have alafu from there utapika right, atakuwache. Pastor Deo uh, Sukambi kuna hii kasumba ya kina dada kupenda bad boys. Mm. bad boys tunavyoita, yani kuna yani <laughs> unaweza ukakuta mdada mm, yupo na mwanaume mzuri sana anayejielewa yeah, anamtekea freshi kabisa, very good yani mwanaume swafi kabisa mm, lakini utakuta mdada anakwambia, simpendi ule kaka ananiboa, anakuboa? Ananiboa. yeah. Yeah. Mm-hmm. hana swaga hana nini? Mm-hmm. Yaani kwa hiyo unakuta mwanamke anaachana ana na mwanamume mzuri anaenda kwa this so called bad boy mm-hmm. Hii ni tatizo la kisaikolojia. <laughs> yeah. Au, lina, inakuwa shida ni nini? Ama kuna kitu kuna, lina uhusiano mkubwa sana na tatizo la kisaikolojia ambalo niseme kwamba pengine wanawake wengi nimekutana wa, na hilo shida sasa hivi. Cha kwanza, wanawake wa, wengi siku hizi wanaishi ulimwengu wa kusadikika mm -hmm. ulimwengu wa Telemundo ulimwengu wa social media, ulimwengu wa Google, ulimwengu wa kwenye big screen mm. na kwenye tamthilia mm -hmm. So wana taswira zisizo halisi kuhusiana na maisha mm. Wakiona kulioeteemuto mtu kapewa maua kapewa nini, kabebwa bichi, kafanyaje na no nini, inawatengenezea imagination ambazo ni so unrealistic. Hawa wote wanaoigiza zile filamu lazima tujue nyuma yao walikuwa na mtu wa camera, script writer, director, bla bla bla, timu ya watu cut. Sio nini? No, no, no, hapo kumkisi vizuri mbebe hivi yeah, no, no, cut. That, that's the life ambao wao wenyewe wanaoigiza zile filamu mm -hmm. Wenyewe hawawezi hata kufanya yale mambo katika uhalisia wa dunia mm -hmm. Katika generation ya watu ambao wameathiriwa sana na big screen. Kwa hiyo wana imagination za ajabu, kwa hiyo mwisho wa siku wanapendaga vitu ambavyo they now excite wa, wa, waishi. Lakini pia cha pili ni kwamba tupo katika kizazi cha watu ambao walikuwa overprotected, walikuwa katika mazingira ambao walikuwa ni either overprotected au overneglected, walidekezwa mm, au walinyanyaswa. Mtu yoyote ambaye alidekezwa katika utoto wake au alinyanyaswa, huwa ndani mwake anakuwa empty. Empty. Anakuwa mpweke anakuwa na umbwe mm. Anakuwa na njaa ya kupendwa, anakuwa na kiu na shauku ya kuonyeshwa upendo, kuonyeshwa kusikilizwa, kuonyeshwa kuthaminiwa, kuonyeshwa kwamba yeye ni mzuri. Unaweza, anahitaji a lot of words, maneno mengi, vitendo vingi vya kumfanya aweze kujisikia kwamba yeye ni mtu, kwa sababu huku ndani kupo empty kwa hiyo dimandi yao hawa wanawake ya kutaka kupendwa, kuthaminiwa, kueleweka kufanyaje, inajirivili kwa kuwa piki na kuchagua wanaume ambao wana vurugu nyingi. Hawataki wanaume ambao wako objective na maisha, kwa sababu mimi nikiwa objective na maisha ukiniletea no, that weakness zako nitakwambia no no, that's that's that weakness. I don't, I don't keep that. Siwezi kuentertain huo ujinga, hiyo hapana. Kwa sababu gani? Mimi nina miaka 30 40 ya kuishi mbele, na nakuona wewe kama mke na msaidizi wangu, siwezi kuentertain upuuzi sasa hivi. Kwa hiyo nitakwambia ukweli, nitakutake so slow, nitakuwa muwazi, nitakwambia vitu vitakavyokuuma ambavyo utavielewa 10 to 20 years to come, ambayo hiyo stamina wewe hauna ya kusubiri hiyo miaka yote. Unataka vitu vitokee sasa hivi, fast food like dan dan dan dan, twende Zanzibar, twende beach, twende wapi, twende out, twende nini, twende nini, twende club tufanyaje hivo? Mm -hmm. Yaani mwili unatekota, unachemka. Hizo filing zitakapoanza kucool down na kupoa, ndo utagundua. So kimsingi ni kwamba, itoshe tu kusema watu wengi sasa hivi hawaishi maisha ya ni mm -hmm. Kwamba wako busy na activities za mahusiano they are, they do not live their life, hawaishi maisha. Unajua watu siku hizi wana mapenzi, wanapenda mahusiano kuliko hata maisha yani, wako busy na mahusiano kuliko maisha yenyewe. mm -hmm. Hawaishi maisha, kwa sababu maisha yao wenyewe hawana yani. mm -hmm. Personal life ya kwao wao kama wao hawana. Labda niongee kauli moja ambayo inaweza kawa ni ngumu, lakini watu wataielewa kwa shida kidogo. Mm. Kabla hujaanza kufikiria kuhusiana na watu wengine tafuta kuhusiana na wewe mwenyewe kwanza ndani. Indeed. Kabla hujatafuta nani wa kuoa au wa kumuoa ojioe mwenyewe kwanza ndani. You need to have that intimate relationship with yourself. Ukikaa ndani mwenyewe unaweza ukaenjoy, unaweza ukafurahi, unaweza ukakaa hivi siku nzima away from the phone, simu iko mbali. Can you keep yourself a company? Na ukayona kana kamba ya yeah, mimi ni mtu katika watu. Achana na nani anakutext kwenye WhatsApp status umeweka ki emoji eh, sio watu wamekuja inbox 10 huko hivi. Yaani nakwambia eh, na chati na watu yeah, nakupia. Yaani nakwambia huyu mwingine anatongoza simtaki na mbloko. Yaani yeah, nakwambia <laughs> status uliyoweka ulisema unahitaji mtu. Sasa muona kama you see? Okay. Kwayo, um, tuna hiyo shida kwamba mm. wanawake wengi sasa hivi wana hiyo wana huo kweke ndani na nina wanauproject wana kwa kutamani watu ambao watawafanya wawe too excited all the time. Sasa so, zile hisia ni hatari sana. So, mm -hmm. Kwa sababu zile hisia haziprove kwamba unampenda mtu. uh -huh. Mtu yeyote anaweza kukuchochea hisia zako kwa sababu hisia is all about, mimi nikishafanikiwa kuingia kwenye moyo wako nikajua yeah, unataka nini na unapenda nini, naweza nikatibua nika, nika, nika, nika, hisia zako